Karibuni tena katika Kijiweni na Winnie, na leo tuna nataka kuongea na watu ambao wako na miaka thelathini na kuendelea. Nadhani ni umri ambao una reflection nyingi, lakini pia ni umri ambao tunarekebisha mambo mengi ambayo hatukuyafanya sawa tulipokuwa na miaka ishirini na, lakini pia ni umri ambao unakuja na majukumu, ule umri ambao nitambia kwa uyaone sasa, unagundua wewe ni nani na unapaswa kufanya nini na ulikosea wapi, na yeah, that is miaka 30. So mimi leo nataka tuongelee kuhusu namna gani ambavyo tunavyo struggle na kutengeneza urafiki au ku maintain urafiki katika hii miaka hii. Honestly, mimi ni mhanga, na nimekuwa nina struggle sana na namna ya kuweka marafiki. Kuna wakati najiuliza ni either siko intentional kuweka marafiki zangu kuna wakati najiuliza au marafiki zangu niliokuwa nao walikuwa wananifaa wakati ule, wakati fulani, lakini pia kuna wakati najiuliza uh, au mimi ndo sio rafiki bora kwa marafiki zangu. Ni maswali ambayo huwa yananiuliza sana, na sasa hivi nina watu wachache ambao ni marafiki, na sikutegemea kama ningefika katika umri huu nikiwa na watu wachache namna hiyo kama marafiki. Sasa mimi leo nataka tuongelee kuhusu kijiji tunasikia kuna, kuna watu ambao ukikutana nao kweli, they are very interesting. Watu wana marafiki zao, watu wana watu ambao wanaweza kuwapigia sana nani, usiku saa ngapi. Mimi sijui namna gani wamefanya guys, lakini mimi i'm really struggling sasa hivi na marafiki. So leo tuongelee kuhusu namna ya kutengeneza kijiji chako. Tunatengenezaje kijiji, na kama hatuna kijiji, namna gani ambavyo tunaweza kuwa kijiji kwa wale watu ambao wanaohitaji sisi, ndio kwa kwamba unahitaji watu wa aina gani haswa Watu wa kwanza ambao tunaohitaji sasa hivi ni no, watu ambao wanatukubali namna ambavyo tulivyo, bila kujifanya. Hatutaki watutake kwa sababu tunapaka lipstick, hatutaki watukubali kwa sababu tunaendesha magari, hatutaki watukubali kwa sababu tumeolewa, tuna watoto, tuna pesa, tuna nini. No, tunahitaji watu watupokee, okay. No, na watupende namna ambavyo tulivyo, kunyamaza na kutusikiliza, yes, sio ushauri Sio kutujaji, sio kutuambia tunyamaze wakati tunapotaka kuongeana, no. tunahitaji watu ambao wanafahamu tunaumia, wanafahamu kwamba tuna struggle, lakini ni watu ambao wanaweza ukakaa ukawambia hey, let's have coffee, ukaenda ukavent, ukaongea, ukaongea, mtu kusikiliza tu na kakaa kimya, hicho toke ake ah, tunachokihitaji watu um, ambao hawahitaji kuwa na access kwetu kila wakati. Namaanisha kwamba hatuhitaji watu ambao nikupigie mara kumi alafu ndo ujue kwamba hmm, mimi ni rafiki yako, au hatuhitaji watu ambao tutakuwa tunaandikia message asubuhi, mchana, jioni. Hatuhitaji watu ambao tutawalika kwenye kila pati yetu n no. Tunahitaji watu ambao wanafahamu kwamba urafiki upo aidha nimekaa kimya miezi, aidha nimekaa kimya wiki lakini anafahamu kwamba Winnie is my friend na yuko hapa kwa ajili yangu. Thats vitu vingi ambavyo tunachakata sasa hivi. Kwa hiyo hatuhitaji tu rafiki ambaye yuko pale na anajua kwamba Winnie atakuwa pale kwa ajili yangu wakati wote. Hiyo na cha muhimu tunachokipigania ni amani. Hatuhitaji rafiki ambaye atatupa pressure, hatuhitaji rafiki ambaye atataka tushove. Tunachohitaji ni tukikaa na wewe tusikia amani tukikaa na wewe tusikie kupoa, tukikaa na wewe kwa sisi huku. Nafikiri hivi ndio vitu ambavyo vinavyoelezea kijiji ambacho tunachokitaka kwa sasa hivi, hasa kwa watu ambao wameshafikisha miaka thelathini na zaidi. Hili ni swali langu kwako kwamba wewe kama wewe sasa hivi we unafikiri kwamba ni kijiji cha aina gani ambacho unachokitaka, na unafikiri kwamba ni marafiki wa aina gani ambao wanakufaa sana kwa wakati huu. Niandikia kwenye comment kuhusu kijiji chako, niandikie kwenye comment kuhusu story ya kijiji chako na unafanyaje ku maintain hicho kijiji ambacho uko nacho. Nataka kutoa pongezi kwa watu ambao mna marafiki zaidi ya ishirini, thelathini, na wote unaweza kuwapigia, unaweza ku maintain hi. Kwa wale ambao tumepoteza marafiki, bado tuna nafasi, tuendelee kujitahidi kujenga huko tunakojenga. Lakini kwa wewe ambaye huna marafiki, nataka kukutia moyo kwamba hata kama una kijiji chako, unaweza kutengeneza kijiji chako kuwa kijiji kwa watu wengine ambao wanakuhitaji. Najua una kitu ambacho unaweza ukakiprovide ki, uka na unaweza ukampa uka mtu na mtu akaona kwamba wewe uko pale, basi kuwa kijiji kwa yule ambaye